Acha nikwambie ndugu yangu Mbadi, hmm, azoee kiongozi wake baada ya baba <laughs> <yababa>. <laughs> Na tunasema, na tunasema kuna mazungumzo ambayo imekuwa ikiendelea kwenye mtandao na pia baadhi ya viongozi ambao wanadai kwamba nia yako nyingine pia ni kuongoza jamii ya wajaluo, yaani uchukue nafasi ya kiongozi wa ODM Bwana Raila Odinga kama Kingpin. Na juzi nimeona CS Mbadi akizungumza ha, katika hafla fulani akasema ha, kwamba hauna uzoefu, kwa sababu alitaja majina akasema mambo ya Tialala, tukajua eh, vile ametaja Tialala, huyu anaongelea Babu Owino yeah. hata akasema kwamba hata maziwa bado haijatoka kwa mdomo na tayari yeah, unadai kwamba unataka kuongoza jamii. Hili swala ulichukulia namna gani? Babu Owino is late kuwa rais Nicolette, my brother. mm -hmm. Kitu yenye wakina Mbadi wanasema wamezoea siasa ya uzee. Wacha nikwambie ndugu yangu. mm -hmm. Mbadi azoee kiongozi wake. Baada ya baba, <laughs> ya baba. <laughs> Na tunasema dibaba na tunasema, <laughs> Baba ndiyo ako kwa kiti lakini baada ya baba eh. Ni babu <laughs> ni babu wa baba. Unanielewa vizuri? Ya pili kwa nini nasema hivyo? Mm. tunasema hivyo kwa sababu ni babu kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu babu kwa sababu Mm. bila babu tabu umejua tutasema, "Oh, unasema nini? Hatuwezi ridhi baba akiwa hai." Mm-hmm. Huyu ni baba yetu ako kwa kiti lakini we must prepare the next leadership. mm -hmm. Hiyo ndio vision. Hatuwezi ishi tu ati saa zile, sasa baba amewacha siasa, sasa hakuna uongozi. Wale watu ambao wanataka kuleta vita, mimi niko tayari walete vita. Mbadi ni CS wa finance, akitaka vita akuje. Mimi niko kwenye mstuni huku, opposition huku mstuni pia, ajue tu kuna wild fruits tunaweza kula kuna wild animals tunaweza kula. Kwa hivyo chakula haikosi huko msumu. <laughs> So sisi mm -hmm. tuko tayari. Jay, wafikiri kwamba the country is heading in the, the right direction. The country is not headed in the right direction. Kwa nini? Mhm. Mm, kwa sababu gharama ya maisha bado iko juu. Ushuru bado iko juu. Naona wana watu wanachukuliwa pesa mpaka ya ya unaffordable houses. Kwa nini nasema unaffordable housing, kwa sababu pesa yako inachukuliwa lakini huwezi pewa hiyo nyumba, utawaiona. <coughs> Na pale kwenye mitaa wanasema mama mboga, nunue nyumba hii. Nyumba ni 2 million, zingine ni 3.5 million.